Haya, tunaendelea na kipengele chetu cha tutorial. Kipengele kinachofuata sasa hivi ni kuingiza maandishi katika kazi yetu. Unakuja katika hii hapa text, ukishaiweka hapa, unaibonyeza kwa nguvu katika peji yako, inakuwa tayari hapo, ishakaa ukitaka kuingiza hati, unakuta hii hapa alama ya kuandika hayo maandishi yako, unaandika neno lako, mfano hapa tumesema sasisho sasisho. Neno letu linaonekana kuwa ni dogo, kwa hiyo tunataka tulifanyie marekebisho. Unakuja kwa shortcut, unabonyeza Control A, Control A, tayari hapo lishakuwa, lishakuwa katika nini, katika hali ya kufanyiwa marekebisho, unakuja hapa tunataka tuongeze hati hati zetu ni ndogo. Unakuja tuseme tunaweka size 30 hapo, lakini pia bado dogo, unaongeza tena hapo, tunakuja mpaka sabini. Haya, sasa tunataka tubadilishe huu mwandiko uliokuwepo kwa hiyo tunaingia hapa, tunatafuta mwandiko ambao unaona hili neno litakuwa lipo vizuri, linaonekana vizuri kwa mujibu na unaponitaka. Haya, mfano kuna hili hapa, inaitwa Lucida Sans. Haya, au kama hutaki hiyo unaweza ukaweka nyingine, tuna hii hapa, Adobe Hebrew. Haya, ukitaka ku kulifanya hili neno lishuke kwenda chini au kwenda juu, unakuja hapa katika scale yetu ambayo ni vertical scale. Ukiingia hapa vertical scale, mfano neno langu nataka lije juu zaidi, katika hii hapa, hii border hii, nini hii, page wapo, unavuta juu hapo. Ukiongeza kwa hapa neno linaweza likazidi juu zaidi, kupitia ile fremu ambayo umeiweka katika kuandika hizo hati. Kwa hapa tunalipunguza ili likae sawasawa na na hiyo fremu yetu. Haya, tunaingia control A. Ukishafanya hapo katika control A, ukisha kuitia u kivuli, unakuja katika hapa, tunapunguza ili ikae sawa na hii frame, tunaingia tuna. hapa katika ile ileile